Shughuli za kawaida zilirejea zi jijini Nakuru kwenye tamasha ya kitaifa ya michezo ya kuigiza siku moja baada ya kizaazaa kushuhudiwa, baada ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere kutupiwa vitoa machozi na kususia kushiriki maonyesho hayo kwa madai ya kunyanyaswa, kama anavyo tuarifu Merian Nyambura. Wizara ya elimu imesisitiza kuwa itabadilisha baadhi ya sheria ili kuhakikisha walimu wa shule mbalimbali watahusika kutunga na kuandika michezo ya kuigiza ya tano. Sasa wanafunzi waliofuzu kushiriki maonyesho ya kitaifa ya mchezo wa kuigiza yanayoendelea jijini Nakuru wameendelea kuonyesha talanta zao kwa majaji na hadhara inayoenzi sanaa katika ukumbi wa shule ya msingi ya Lions. Hii leo idadi ya maafisa wa usalama ikiwa ya chini ikilinganishwa na Alhamisi. I want to assure the country that we are on course Really uh, tamthilia ya shule ya upili ya wasichana ya Butere Echoes of War ilizua utata. Katibu wa Wizara ya Elimu Julius Bitok akisisitiza kuwa wanafunzi wa shule hiyo hawatapata nafasi nyingine kushiriki mwaka huu. Katika kaunti ya Kakamega, wanafunzi thelathini na wanane wa shule ya upili ya wasichana ya Butere waliwasili shuleni chini ya ulinzi mkali wa maafisa usalama. Walipata ushauri na saha kufuatia matukio yaliyowaacha wengi wao wakiwa katika njia panda are so devastated. Mapema leo wazazi wa wanafunzi waliandamana na watoto wao hadi nyumbani kujiunga na jamaa zao kwa likizo fupi ya muhula wa kwanza. Haya yanajiri huku wakili Ken Echesa wa mwandishi wa tamthilia ya Echoes of War Cleophas Malala akisema kuwa wamefika mahakamani kulalamika kuwa wizara ya elimu haikufuata uamuzi wa mahakama, yeah. Maonyesho ya kitaifa ya michezo ya kuigiza yatatamatika Jumatatu. Wanafunzi watakaofuzu watapata fursa ya kipekee kutumbuiza Rais William Ruto Jumatano wiki ijayo katika ikulu ya Nakuru. Meria Nyambura, Runinga ya Citizen.